Habari community, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amani ya Mwenyezi Mungu mumba mbingu na ardhi iwe pamoja nanyi. Kwa wale wa mwaka mpya, habari za mwaka mpya, za tangia mwaka jana. Ni kitambo sana, hatujawasiliana. Ni almost mwaka mzima hatujawasiliana, maana tangia mwaka jana mwaka jana na mwaka huu si mwaka huu jamani se <laughs> naam, ndio hivyo. Tangia mwaka jana si unajua tena mambo ya hapa na pale. Mimi nipo nimeona tusalimiane. Mradi wetu tunashukuru Mungu unaenda vizuri, tutapeana mawili matatu hapo baadaye Mungu akipenda, akitupa wasaa. Niwashukuru wote ambao wameweza kunifikiria katika kile ambacho mmenifikiria. Nilishukuru grupu kwa ujumla wote. E, ni washukuru ni washukuru wale walioendeleza mapambano. Shukrani za pekee kabisa zimfikie William. Naam, amepambana ndugu yetu huyu, ametengeneza application yake, application ambayo itakuhudumia wewe payonea katika kununua Pi Nadhani sasa mtakuwa mmeona ni kwa nini nilimchagua William awe ni sehemu ya ninyi kuwanunulieni pai. Mlikuwa mkinifuata kiongozi, tununulie pai, lakini nikamchagua William. Sasa mpaka hapa, mtakuwa mmeshaelewa ni kwa nini kiongozi alimchagua William, kwa sababu kwa alichokifanya, kutengeneza application ambayo ipo active kwa wakati huu wa testnet na inatuhudumia sisi kwa ukaribu huo. Kongole kwake. Inafaa kumpa pongezi na kumshika mkono. Sasa badala ya pesa kumpelekea tembo plus, zile pesa kumpa tembo plus, kununua kupitia ora mpo kumpa tembo plus, kwa nini tusimpe kijana wetu William? Kama ulikuwa una mpango wa kusteki pai zako katika application, kwa nini usisteki katika app yake? Nam ametusaidia sana na amepambana sana kila siku. Nilikuwa nawaambieni masuala a kutengeneza decentralized application ni kipengele mpaka watu wamelipwa katika ile pai. Nini wale hackathon, washindi wa hackathon wamelipwa pai e, sijui laki ngapi, elfu sabini ngapi huko pai. Nikawapa mchanganuo, kutengeneza application si kitu kidogo. Peke yako huwezi. Sasa mnaye mtu wa kumuuliza muulizeni William ametumia gharama gani? Je, peke yake, alikaa peke yake akaitengeneza hiyo application akafanikiwa? Na mchakato aliotumia mpaka sasa hivi kuelekea kwenye mafanikio, amewekeza nini? Kuna uwekezaji ambao unatumika. Kwa hiyo kutengeneza application si kitu kidogo. Kwa hiyo hii ni ishara, tuna mtu wa karibu wa kututhibitishia kwamba Pi si kitu cha bure. Pai si kitu kidogo, kwamba mtu anasema Pai bana, ni vitu ambavyo vya kutaptapu tu, Pai ni mradi ambao unaingia tu ni wa bure, huwezi kupata mafanikio. Sasa angalia wale wanaowekeza katika Pai ili Pai iwe succeed, iwe kufika katika successfully, kufikia hapo. Pioneer peke yako huwezi kufikisha mradi katika mafanikio, watahitajika developers watahitajika investors ambao ni hao wapo katika Pi ventures. Hao investors ambao wapo katika Pi ventures wanatumia billions of money billions of dollar kutengeneza vitu ambavyo vitakuja kufanya matumizi katika blockchain ya Pi. How developers wanatengeneza, wana develop application ambazo zitakuwa ni utility katika Pi. Sasa hizo Pa hizo app ambazo wanazidevelop wanatumia muda mwingi, wanatumia pesa nyingi, na maarifa makali makubwa sana ambayo ukipewa wewe ufanye na kuhakikishia hautotoboa. Kwa hiyo hili tu linafaa li, li, li kuwa ni ibra mazingatio kwetu sisi kwamba Pai si kitu kidogo. Pai inajengwa na inajenge inajengeka yote ya yote, mradi wetu bado unaendelea vizuri, sione kwamba watu wapo kimya kwamba mradi naome. Kuna habari nimeifata, nimeipata, naifuatilia, naifuatilia, niilete kwenu. Kuna habari nimeisikia, kuna mtu amenidokeza, eti yambiwa kwamba Dok Nicolas alifanya mkutano au alifikishwa sijui mahakamani, sijui alipelekwa kwa polisi, sijui alifanyaje kama hivyo kitu kama hicho, na kuhojiwa kuhusiana na sarafu. Sijajua waliompeleka ni payonea, waliopeleka wa ni mataasisi, sijui waliomfikisha lom, wa huko ni serikali, lakini kuna vitu amehojiwa na akatoa majibu ko. Nipo katika kufuatilia uhalali wake upoje, maana siku hizi tupo katika wimbi la dunia imechafukwa na AI unaweza ukamwona mume wako mke wako umetumiwa video ukadai talaka ukamwacha mtu kumbe, <laughs> ni dunia imekuchafua, dunia imekuchanganya nawe ukachanganyikiwa. Kwa hiyo nipo katika kufuatilia, japo ni ugumu kufuatilia, kumfuatilia sasa hivi AI, naye sasa hivi anajua AI, naye watu washaijua AI. Kwa hiyo naye anatafuta mbinu mbadala zaidi za kutengeneza mazingira, hata ukikaa kwa macho yako kwa akili yako ukiangalia unaona, mbona kitu kama ya original hii, mbona kama chenyewe, kumbe ni uongo, ni uongonyaji, sio upotoshaji, ni uongonyaji. Kwa hiyo nafuatilia, nitakapopata detail kamili soon nitawaletea, linaweza kawa ni jambo bora. Kwa hiyo leo sikia, na nanyie mkiasikia, yanaweza kawa ni sehemu sasa ya kujua ha! Kumbe kile tulichokuwa tunakipigania kipo hapa. Kwa hiyo lengo ni kuwasalimu e, mapambano yanaendelea, tuendeleze mapambano, tusikate tamaa, tusirudi nyuma kama alivyosema Chengdiao Fan, usirudi nyuma ukiona na umechoka. Hifadhi pass phrase zako sehemu salama, hifadhi namba yako ya simu, password yako, futa account, endelea na kucheza vieta.